Viongozi wa serikali wamemsuta aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa madai ya kueneza siasa za ukabila kwa wananchi. Viongozi hao wakisema kuwa kiongozi huyo anawapotosha wananchi kwani hawezi kuwania wadhifa wowote wakati huu. Aidha, wamesuta upinzani kwa kuingilia IEBC wakiwataka kuingia mashinani, kwani IEBC haipigi kura. Mikwaruzano ya kisiasa kati ya upinzani na serikali inashuhudiwa hasa wakati huu uchaguzi mkuu unawadia. Viongozi serikalini wamemrushia vijembe kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, wakisema anaongoza siasa za mgawanyiko. Unajua, hatungekuwa na access pale, pale kwa huyo mtu akiwa hapo hapo, tunazuiwa hapo. Share zenu ni kidogo, ngojeni kidogo, ngojeni kidogo. Angekuwa hapo leo, hamungeona barabara. Kenya haiwezi kuendelea namna hiyo. Hatuwezi kuwa na naibu wa rais ambaye badala ya kuunganisha wa Kenya anatenganisha wa Kenya. Tukaweka mswada katika bunge, tukamwondoa ndio tupate naibu wa rais ambaye anajali sehemu zote za nchi ya Kenya. Mnataka siasa ya ukabila ama mnataka siasa ya maendeleo? Nyinyi mnataka siasa ya ukabila ama mnataka siasa ya maendeleo? viongozi hao wakionya jamii ya wakamba dhidi ya kufuata kiongozi ambaye kikatiba hawezi kuwania wadhifa wowote wa ule, wakimsuta pia kwa kauli yake aliyosema kuwa kura zao hazitoshi wakati alikuwa naibu wa rais. Na wewe uko huko tu ukipigishwa one time, yule mtu anakupigisha sijui one time yule mtu, kulingana na katiba ya Kenya hata simama kiti tena mpaka miaka kumi ishe. Si umeona sungura amekuwa nje miaka kumi, waitito miaka kumi? once you are impeached You can't vie for any office. Munajua hivyo? Once you are impeached, you can't vie for any? Sasa unamfuata mwenda wapi munamfuata waperekwa wapi? Kitu alifanya alikuja akawatusi nyinyi wa kwamba na akawafanyia hivi. Hati nyinyi kura yenu ni nini? ni kidogo namna hii, mwezi tu rais sasa. Leo hii ndiye anajifanya yeye ni rafiki yenu. Tunamwambia shindo kwa jina la Yesu Kristo, si namna hiyo, na apotelee huko, aende huko mbali. Aidha, muungano wa upinzani umetakiwa kukoma kulalamikia IEBC na badala yake kuingia mashinani, kuongea na wananchi, kwani ndio watakaoamua ni nani atachaguliwa mwaka 2027. Sisi tunataka kuambia wale viongozi ya kwamba IEBC wale watu wanapiga kura, ni hawa watu wamekaa hapa, watu wa Kibwezi, watu wa Kenya mzima. Asubuhi wanalalamika na Inspector General of Police, jioni wanalalamika na IEBC. Wacha niwaambie hawa watu, waende mbele warudi nyuma waende left waende right, kura kulingana na Wakenya kikatiba inafaa isimamiwe na IEBC na Inspector General of Police, hawezi tolewa kwa sababu watu wengine wameenda kufanya maandamano ile ni, ni ofisi ya kikatiba, and that is why we want to tell them, them. Hata leo Rigathi Gachagua akichukua Dorcas ndo awe chairman wa IEBC, IEBC haitapiga kura. Wananchi wa Kibwezi, wananchi wa Taveta, wananchi wa Mombasa, wananchi wa Kenya ndo watapiga kura. Ni kweli, si kweli?